Maeneo yetu ya utalii na hivyo kuliongezea taifa letu fedha za kigeni, lakini vile vile ni fursa adhimu wanapotembelea maeneo haya kuweza kujifunza mila, tamaduni na desturi zetu za Watanzania, na hivyo kulifanya taifa letu kuweza kutangazwa nje ya mipaka yetu. Jukwaa hili nimeambiwa wakati mnaendelea katika mijadala yenu, mmeweza kuzungumza mengi kuhusiana na kuhakikisha sekta ya madini inafung, inakuwa inafungamanishwa na sekta nyingine za kiuchumi kwa lengo la kuongeza tija ya sekta kwa Tanzania na kuchochea uchumi jumuishi kupitia kuongezeka kwa shughuli mbalimbali za uzalishaji katika uchumi. Napenda kuhakikishia kuwa sisi sekta ya maliasili na utalii tutaendelea kushirikiana vema na sekta ya madini ili kuhakikisha malengo ya kufanikisha ya kunufaisha Watanzania yanafikiwa. Ndugu washiriki, ya uchimbaji wa madini nchini unakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali, ikiwemo ukataji wa miti kwa ajili ya kufanikisha shughuli za uchimbaji wa madini hasa kwa wachimbaji wadogo kwa lengo la kujipatia kipato. Changamoto hizi hazipaswi kuachwa kuendelea, kwani zikiachwa kuendelea ni janga kwetu sote. Hivyo ni lazima tuhakikishe shughuli za uchimbaji madini zinafanyika kwa misingi endelevu kulinda mazingira ili tuweze kupata tija inayokusudiwa bila kuleta changamoto mbalimbali mbali katika nchi yetu. Ndugu washiriki wa Jukwaa la Uziduaji kwa mwaka 2025, nimearifiwa kuwa kwa siku tatu ambazo mmekuwa hapa mmeweza kujadiliana na kupata mustakabali mzuri wa kuishauri serikali njia nzuri ya kuenenda katika uchimbaji wa madini na kuendeleza sekta ya madini. Nataka nitumie fursa hii kuwapongeza sana kwa jambo hili. Nimeambiwa mmetoka na maazimio kumi na moja na nimeyasikia hapa yakisomwa. Niseme huu ndio mwenendo ambao tunautarajia. Kwa upande wa serikali kwamba tunapokuwa na jambo letu kama Watanzania tunajadiliana, tunatafuta suluhisho la jambo hilo, tunaishauri serikali halafu serikali inafanyia kazi. Haipendezi kwamba tunapokuwa kwenye mijadala ya namna hii, badala ya kutafuta suluhu na kuishauri serikali tunaishia kuwa walalamikaji. Nimejulishwa vile vile kuwa mmejadili kuhusu madini mkakati, ustawi wa wachimbaji wadogo na jamii za migodini. Mmeangalia kwa mapana sekta ya uziduaji. Kwa hiyo tukitoka hapa tuseme kwa yale maazimio tuliyoyasema, tukitoka hapa tuseme kwamba tumetenda haki katika kukaa katika siku tatu zilizokuwa hapa, tumeishauri serikali ni wajibu wetu sasa ndani ya serikali kwenda kuyafanyia kazi ili kuijenga nchi yetu. <apples> Rai yangu ni kuwa majadiliano yaliyofanyika kwa siku tatu yawe msingi wa kuongeza chachu ya maendeleo katika nchi yetu.